Halo pioneers, habari za siku nyingi. Uh, Mungu najua kwamba ameturinda, lakini pia najua kwamba tumepita katika kipindi ambacho kilikuwa kigumu sana cha uchaguzi, cha uchaguzi mkuu ambao umefanyika Oktoba ishirini, uh, na tisa. Jambo la kwanza ni wape pole wale wote ambao walipatwa na, na maswahibu mbalimbali. Tumepoteza ndugu zetu, tumepoteza mali, tumepoteza vitu vingi. Kila eneo kuna namna ambavyo wameshuhudia na wengine ni wahanga wa mambo hayo. Ah, Masta Shirima hapa anazungumza. Hii ni audio yangu ya kwanza tokea tumemaliza uchaguzi. Mimi niko vizuri kabisa. Na update ambayo inaonekana kwenye dashboard zetu ambayo imetokea hivi karibuni, nimeona nijaribu kuzungumzia angalau kidogo na kutoa mwelekeo, kama ilivyo kawaida yangu kila wakati nakupata nafasi ya kuongea na community yote ya Pi walio Tanzania na nje ya Tanzania. OpenAI ambayo ni update kwamba pai, pai wa, wamesema kwamba wameanza uwekezaji wao wa kwanza. Sawa, kwenye kampuni ya OpenAI imezungumzia kwa maneno, niandika makala nikawarushia tokea juzi. Nadhani wengi mmepata, mmeisoma hii, hii, hii uwekezaji waliowekeza hawa jamaa ni uwekezaji muhimu sana ukuaji wa, wa, wa pai au kukuza thamani au kujenga thamani ya pai kama awali ambavyo Dr. Nicolas alizungumza kwamba thamani ya pai inatokana na sisi wenyewe. Hapa ndipo naanza kumwelewa angalau kwa sehemu kubwa sawa. Tuache na stori ambazo tunaziongea nyingine siwavunji moyo isipokuwa, anazungumza kile ambacho ni kweli, kwamba thamani ya pai itatokana na na sisi wenyewe. Kwa namna gani? matumizi yatakaotokana na koini ya pai ndiyo yatakaoamua thamani ya pai, na sio kwamba utaamka asubuhi tu ukutane na hicho kitu nacho tunachosema GCV. Hapana, japo inahitajika ije ikae katika eneo la stable sawa, kama tulivyozungumza huko nyuma sana, tumezungumza mengi sana, inatakiwa kutulia kwenye eneo la stable, lakini ili kufikia thamani hiyo ya JCV, kuna mchakato mrefu sana ambao unahitaji uvumilivu mwingi sana sawa, eh, kuna mchakato mrefu sana sio wa maneno, wa vitendo, sio wa, wa, wawa-wa wa, wa, wa, wa update tunazopeana kwenye magrupu kwamba GCV imeshinda GCV -like no. Isipokuwa thamani yake ni mchakato mrefu ambao wa vitendo moja kwa moja, ambao una vigezo vyake. Moja kwamba kwa sababu Pi ni token ya utility, inahitajika iende katika eneo la utility ili kutengeneza thamani yake kwa utility. Right? Sawa, ngoja tuzungumzie kuhusiana na BNB au Ethereum pia. Hizi mbili ni coin ambazo zina muda mrefu na zimekuwa zikiongezeka thamani sana, sawa? Mfano BNB mwaka juzi ilikuwa dola mia mbili, mwaka juzi lakini kwa sababu ya ukuaji wa ecosystem ya ya, ya ya Binance sawae, kutokana na ukuaji kwamba wao walitengeneza kama sarafu ambayo uh, inatumi, inatumika kwenye blockchain kama transaction fees na mambo mbalimbali mbali, ndani ya blockchain yao ya BNB sawae, kwa hiyo kwa kadri ma ma matumizi yanavyozidi kuongezeka kuwa makubwa zaidi kwenye mzunguko, ndivyo thamani yake inazidi kupanda zaidi. Nadhani hapo tunaelewana vizuri. Kama BNB ilikuwa na dola mia mbili mwaka juzi, leo hii ina dola, ilikuwa imefika dola elfu moja na maana yake kwamba thamani yake imetokana na shughuli ambazo zimeongezeka ndani ya blockchain yake, na blockchain yake imejiweka kwenye eneo la mambo ya transactions, mambo ya, ya mikopo na mambo ya token token, kama kama vile za na mfungabo token, sawa na vingine vingine. Sawa, imeleta thamani yake kuja juu namna hiyo, japo ina volatility. Sawa sawa na nyingine, lakini thamani yake ilianzia chini. Maana yake kwamba, maana yake ni kwamba Pi kwa kadri inavyozidi kutengenezwa katika mifumo yake kama utility token ambayo inahusiana na, na good and services, mahitaji na matumizi ya, ya, ya nyumbani, matumizi ya kawaida kabisa ya kibinadamu, tofauti na nyingine pili Ina, inaelekia kwenye eneo la uwekezaji kwenye eneo la, la artificial intelligence sawa. Hii Open AI ni wataalamu watengenezaji wa maroboti sawa. Kwa hiyo kwahiyo, wanapotengeneza roboti zao zinatumia artificial intelligence. Ili uweze kutumia roboti wake ni lazima ulipie kama ni kila mwezi lazima ulipie kila mwezi, ili ile roboti afanye kazi ambayo anafanya kwako. Utalipia kwa, kwa kwa kwa pesa gani? Automatically unatakiwa ulipie. Uwekezaji una maana, unaelekeza kwamba sarafu itakayotumika kwenye malipo ya ya hizi roboti ambazo zitatengenezwa kwenye kampuni moja kwa moja ni, ni, ni zita, watatumia pai fanya malipo ya matumizi ya hizo roboti ulimwengu tunana uendana ulimwengu ambao unahitaji una, una, una, una, una artificial intelligence, robotics za aina mbalimbali ambazo zitakiwa zifanye kazi kama binadamu, zichukue zitake plesi ya eneo la kibinadamu kwenye kila eneo. Kwa hiyo kama hawa jamaa wanawekeza kwenye hivi, na maana kila mtu atakaye tumia roboti katika kampuni hii ya atakuwa itamlazimu lazima atumie pai ili roboti iweze kufanya kazi kwake. Kwa hiyo right. Eh, taratibu taratibu, ecosystem inaendelea kujipanua ya pai. pole pole pole, pole. Kadri inavyozidi kujipanua thamani yake inaanza kujijenga, ndio maana sasa kwamba sasa kwamba atakayevumilia ndio atakayeona matunda yake matunda ya pai. Maana yake tuna kipindi ambacho tunaendelea, achane na zile zile update tunazopeana kwamba tarehe ishirini na ngapi mwezi wa kumi na moja, tarehe ngapi mwezi wa ngapi mwakani, tarehe ngapi? Hapana, tu, tu, tu, focus kwenye eneo ambalo linaonekana kind of wazi sawa. So, eh? thamani ya pai haitakuja kwa kutangazwa, jamani. Hiyo hey, hapo no ndo thamani ya pai no. Mi nakataa kwa asilimia mia, mia moja isipokuwa endapo a, a, a, option ya pili ile ambayo nilisemaga ya, ya mambo ni, ya kisheria nanii itakayopitishwa, thamani ndipo itasogea ita, ita, ita, au itakimbia haraka kwenda kwenye pale ambapo tunadhania au tunatarajia ifike, sawa. Kwa hiyo jambo uh, la msingi la kuelewa kwamba tunashukuru kwamba mradi bado unaendelea kujengwa sasa hivi mwezi wa tisa. za, za, za, za, za, za, za. Nodi ambazo zinaenda mainnet kwa sasa hivi zipo zaidi nodi ya elfu tatu na mia tatu na tano ndio zoezi sasa hivi, oh, oh, li linaenda taratibu alina tena speed ile ya mwezi wa tisa. Maana yake kwamba alikuwa kwa wanahitaji kwamba kupata uh, kupata baadhi ya nodi kwanza zingie mainet kwa haraka ili ziweze ziweze kutengeneza security ya blockchain sawa. Hiyo ndo maana hadithi kubwa zaidi. So wakati inaendelea kujengwa, wakati tunaona applications ndani ya, ya mfumo zilizoingizwa mainet zinaendelea kujengwa na kuboreshwa, wakati huo tunaanza tula, kuona na uwekezaji kama huu wa OpenAI ukizingatiwa, tutarajie sasa kupata vitu ambavyo vitafanya kazi automatically kupitia Pi Coin sawa. Mbali na maduka ya mtandaoni, tunaenda kushuhudia kwamba unahitaji, una robot kwa ajili ya, ya, ya, ya kilimo roboti wa kilimo labda au roboti wa nyumbani, utaenda kumnunua, lakini utamtumia, utalipia malipo yake kupitia Pi Coin sawa. Hiyo so, ndo maana yake. Tunasubiri kuona mambo jinsi yanavyozidi kwenda, na tuzidi kuwa wavumilivu tukisubiri ule mwisho wetu ulio mzuri. Endelea kuhold usiuze, tulia, subiri usiangalie na shuka ukaogopa. Kumbukeni maneno yangu ambayo nilizungumza nyuma pia kusiana kuporomoka kwake thamani, taporomoka tena zaidi hapo sawa. Eh, msiogope ukiona fedha, endelea kununua, nakwambia thamani taporomoka zaidi hapo. Japo nilivyozungumza vile ile audio, kwakweli nilikutana na matusi mengi sana <laughs> nilipingwa kila eneo lakini leo nikauliza wale walionipinga, kwamba nisema kwamba hii inatokana na Bitcoin having na nikasema Bitcoin, kwa sababu ndio, ndio coin mama inatembea katika mfumo huo, na ingine zinafuata nyuma yake, na Pi nayo, kwa sababu ya jinsi volistiwa, ni kama coin nyingine itafuata mkondo huo. Au hapo watu hawakuwa na mashaka, lakini niposema kwamba kusabu, kwa sababu kwa mahesabu au kwa analysis ambazo nimefanya mimi inaonyesha kwamba Bitcoin haitarudi tena kule juu ilipokuwa dola laki moja na ishirini na sita na pointi, haitarudi tena kule, itaendelea kushuka deep, deep, deep, deep. <coughs> Watu walikuja, walinitukana, walitengeneza audio za kunitukana, lakini nadhani umeisha zaidi ya mwezi sasa, haijawahi kupanda, imezidi si kushuka zaidi ya pale ambapo ilikuwa jana. Ilikuwa elfu tisini na nane kutoka laki na ishirini na sita mpaka elfu tisini na nane na bado itashuka zaidi. Saa hivi poye kwenye laki moja na elfu tatu elfu nne inapanda kidogo, itashuka zaidi, inapanda kidogo, inashuka zaidi, mpaka angalau angalau mwakani mwezi wa nane au mwaka unaisha itaendelea kushuka. Kama sio mwezi wa nane itaendelea kushuka hadi hadi mwaka kesho mwezi wa kumi na mbili unaisha, tunapoendea mwaka mwingine elfu mbili ishirini na saba ndipo itaanza kuonyesha mabadiliko makubwa kuanza kupanda tena, sawa. So, eh, ndio maana nisema kwamba kipindi hiki ambacho tutakuwa katika hali hii wakati tunaendelea kusubiri na hai yetu iendelee kukomaa itakuwa na madarasa ya kufundisha watu kuhusiana na kitu kinachoitwa bitcoin halving, sawa? Na uwekezaji ambao unatakiwa mtu uchukue au ujiandae mapema sana kuja kufanya uwekezaji. Wakati tunaenda kusubiri pai, tunafanya uwekezaji kwenye kwenye kwenye kwenye cryptocurrency nyingine. Mwisho wa siku, hata kama pai itachelewa, hizi nyingine zitatufanya kuwa matajiri kwa haraka sana, sawa? Jaribu kutoa mfano watu wakapinga sasa ee, mi natoa tu wazo moja wazo moja nienda katafute koini ambayo inaitwa pepe, ambayo yenyewe ni meme koini. Nienda kaangalia mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kata ishiri na tatu ishirini na mbili ni ishirini na tatu ilipolistiwa kwenye mwezi wa nne ilikuwa na thamani gani? alafu chukulia pale mtu anunue tu za dola mia moja alafu uende ukaangalie, uh, kiwango cha juu ilipo ilipoishia. Piga mahesabu yako, utagundua kwamba kwa dola mia mtu alitengeneza kiasi gani, wale ambao litokea siku inalistiwa. Alafu utaniambia kwamba yale niliyozungumza ni ya kweli au ni ya uongo. Ana no, wanafunzi hapo nilofundisha walipata faida kubwa sana, wengine wkuja kunishuhudia. Kuna mbare aliwekeza dola dola kama elfu tatu, alivuna hela nyingi sana zaidi ya dola elfu ishirini. Sawa, so, so maana yake ni kwamba pamoja na kusubiri mradi wetu uendelee kujijenga, hatutabaki hapo. Na mba, mimi nishawambia kwamba mimi sitahitaji kuwapeleka kwenye maplatform ya scammers. Mi nachohitaji ni kuwapeleka kwenye real vitu ambavyo ni real. Kitu ambacho utawekeza mwenyewe, mimi sina faida na wewe wakati unawekeza, sina sina kamisheni yeyote nitakuipata katika uwekezaji wako sawa. Nitakufundisha utanilipa, alafu itakupa signal mali gani pa kununulia ni koini gani ya kununua ambayo itakaenda viral itakaokimbia sana wewe utaweka pesa. Then, utaka umda, utaka kwa wakati wako unapotaka mwenyewe utakaa huo muda, utakaona kwamba sasa hivi ah, nahitaji fedha au nataka nitoke sokoni, utachukua faida yako. Mimi sina kamisheni yoyote, mimi sina chochote mpaka nitakachokipata U, utaka kutajirika ni wewe. Umefanya nini umetajirika? Kwa hiyo nafikiri kwamba, uh, hivi karibuni hivi karibuni ndani ya wiki, wiki moja au wiki nitatoa mwongozo rasmi. Sasa kuna grupu ambalo naliandaa kwa ajili ya wote ambao wanataka kuja kujifunza fursa za blockchain technology na cryptocurrencies kujifunza fursa ambazo zinapatikana kipindi kinachoitwa kipindi cha having, Bitcoin having, au fursa unaopatikana kipindi kwamba cha, cha, cha, cha... zungumzi kwa lugha nyingine kipindi cha bearish market na bullish market. Tutajifunza vitu vingi sana kiujumla, blockchain hiyo tutaichambua kwa undani sana, tutachambua fursa zote zilizoko so ndani ya blockchain kwa undani sana ili darasa litakuwa sio chini ya miaka mitatu au minne darasa lenyewe, so darasa la siku moja, isipokuwa litakapoanza, limeanza sawa. Eh, kwa nini litaenda kwa muda mrefu? Kwa sababu ni sehemu ambapo tutakuwa tunabadilishana mawazo, sehemu ya kutoa mchango wa mawazo kwa kila mmoja kwenye ufahamu wake, baada ya wa kufundishwa. Ni sehemu ambapo pa ku challenge na kujichallenge pamoja na, na, kufanya analysis ya ya, coin mbalimbali ambazo tutaziona kwamba hizi zinafaa kufanywa uwekezaji. Tutakuwa tunafanya analysis kwa pamoja, na ninawapa sababu na ninawapa mbinu za namna kufanya analysis, ili na uweze kuelewa usio kaingia coin coin ikaja kupa hasara, sawa? Kwa hiyo darasa litakuwa la muda ile group litakuwa la muda mrefu, kama tulivyo na magrupu haya ya Pi network. Takuwa na grupu ambalo litakuwa ni la muda mrefu la miaka, kipindi cha bearish pamoja na kipindi cha bullish itakapoanza, tutakuwa ndani tukishare pamoja maarifa na kushare pamoja coin ambazo zitatupeleka kwenye utajiri. Sawa? Kwa hiyo niombe kwamba kwa sasa hivi kama unahitaji kujunga kwenye darasa uwasilia nami kwa njia ya WhatsApp au nipigie simu kwa namba sifuri saba nne tatu sifuri saba no, sorry sorry, samahani. Okay, ni sifuri saba nne tatu ishirini na saba ishirini sabini na sita. Unaweza kunipigia, tuma ujumbe kwenye WhatsApp au tuma meseji ya kawaida moja kwa moja nitakuali nita kwenye grupu ambao nalianzisha kwa ajili ya darasa kule tutaongea na tutapiana utaratibu wote jinsi itakavyokuwa tayari na kupeana mpangilio darasa jinsi takavyokuwa darasa hili natamani kwamba likawasaidia watu wengi wingi wa watu utakaokuwa nao kwenye darasa tutasaidia jamii kubwa na mimi nataka niwahakishie kwamba uwekezaji wa kwenye cryptocurrency wa kipindi ambacho tunachokiendea tunacho kiendea, najua kwamba kwa mtu ambaye atakayekuwa atakayeingia ile darasa atafaidika kwa mambo mengi sana makubwa, na pia kipindi cha bull run kitakavyokuwa kimeanza Utauona jinsi ulivyokuwa mzuri utamu na utajiri ambao tunaenda kuuendea. Nawatakia siku njema, lakini endelea kutunza Pi zako, endelea kununua, usikae kimya, endelea kuzinunua ikiendelea kushuka, usiache kununua, endelea kununua hadi pale ambapo na yenyewe itaanza kuinuka kwa spidi, ili uweze kuona faida ya kile ambacho umewekeza Mungu wabariki sana